Na mtazamaji na kwa hivi sasa namkaribisha uh, daktari ambaye ni mwanasaikolojia ambaye si mwingine ni dokta Mwaka ambaye tuko naye hapa studioni kutoka Dar es Salaam Tanzania, yuko Kenya hapa. Hii ni kuonyesha upendo alionao na runinga ya Citizen na wewe shabiki, ili kuhakikisha kwamba mnabalishana mawazo mawili matatu. Miriam Migomba pia vilevile vile kutoka Dar es Salaam Tanzania, ambaye ni mtangazaji ambaye pia vilevile vile ni mtu ambaye anatoa ushauri nasa, na saa ni mtu ambaye anafunda uh, kina mama, na yuko tayari pia naye kuweza kuchangia katika hii mada, ikiwa pamoja pia sisi tunamtakia afueni haraka abi Msafwari ambaye anaendelea kuugua katika kaunti ile ya Mombasa, ili Mungu ampe afueni haraka ili tuungane naye katika gurudumu la kuelimisha kama alivyokuwa akielimisha hapa katika Runinga Citizen. Lakini katika siku hii ya leo nataka tuangalie swala, nataka nianze na wewe dokta Mwaka, maanake wewe una wake zaidi ya mmoja <laughs> Eh, unawake zaidi ya mmoja. Nataka tuweze kujua je, hii falsafa ya kwamba mwanamke mwanamume anaangalia urembo na muonekano ndio uh -huh. falsafa ambayo umeweza kuitumia kwa kuongoza, kwa kuongeza mmoja wa pili na watatu, ama sio falsafa hiyo? <laughs> nashukuru sana uh, kiukweli falsafa niliyotumia ni hiyo hiyo, na nimekuwa nikiitumia siku zote kwa sababu ndiyo necha ya sisi wanaume tulivyo, tunaangalia mvuto kwanza kwa mwanamke uzuri wa sura yake, shepu yake, maumbile yake, halafu tunaangalia tabia na mengineyo. Sasa hata mimi ninapokuwa nachagua wake zangu, cha kwanza naangalia mvuto na mwonekano. Nikimtazama nafsi yangu ipoe, nisikie raha, halafu mengine ndo yanafuatia, kama ya ziada: malezi aliyolelewa, tabia alizonazo, mienendo yake. Je, ni msikivu? Akifundishwa ataelewa? na mengineyo. Lakini la msingi la kwanza, lazima anivutie ninapomtazama na kuna wale ambao wana hoja, wanasema kwamba mtu yeyote ambaye ataangalia mwonekano na urembo amepotea. Wewe unasemaje? Mimi ninachosema, ikiwa urembo peke yake ndio kigezo pekee Unaweza ukapata bahati ya kupata mrembo mwenye vitu vingine au ukapata mkosi akawa na urembo tu wa sura na shepu akawa na mengine matatizo. Na hawa watu tunao. Kuna watu ambao wanaishi na majanga makubwa ndani ya nyumba zao ila wanavumilia kwa sababu hata wakienda kwa rafiki zao na ndugu zao wanasema, lakini yule mke wako mzuri bwana. E, lakini yule mke wako umemwachaje yule mzuri? Bwana mke wako usimwache bwana mzuri. Sasa hilo ndio linakuwa linawatesa watu kama mambo mengine hakutazama, anakuwa anaumia, anakufa na tai shingoni kwa sababu tu ule uzuri ila mimi naamini akiwa ni mzuri mrembo, anavutia, halafu akawa na tabia njema, akawa mwenye kuelekezeka, wewe ni sawa na unaishi peponi, bado unaishi duniani. Naam, kama nimlete Miriam mtogoso, swali moja. Kuna wale ambao wanasema kwamba tabia ndio zipewe kipaumbele, kwa sababu urembo utakuja chuja Yani, baada ya muda urembo utachuja. Unayemwona Miriam wa sasa hakuwa Miriam hivyo miaka 18, 19, 20. Hata kama atakuwa bado anawaka lakini kule aliwaka zaidi. Kwa hiyo anasema kwamba tuangalieni tabia kwanza, urembo tusiupe kipaumbele, ila wewe unasema tuangalie mwonekano kwanza, alafu tabia. Sasa hapa kidogo inakanganya. Kabla nimlete Miriam, unasemaje daktari Mwaka? Mimi sasa kama urembo unachuja asiyekuwa mrembo haya, akichuja anakuwaje? hebu <laughs> <laughs> E, tuchukue huyu mrembo sasa, unasema atachuja, sawa. Haya, huyu ambaye hakuwa mrembo, muda wake wakichuja ukifika, atakuwaje? <laughs> mi nafikiri, angalia mrembo anayekuvutia alafu, na tabia zinazofuata pia tazama, lakini hebu apendeze, avutie, uwe, uweze kufurahi kuwa naye. Naja kwako moja kwa moja, na kuna ndugu zangu hapa ambao wananielekeza hapa, ambao wanashika hizi kamera, wanapoteza muda wao kwa kubeba vyuma, kwa sababu wanaamini kwamba wanawake wanapenda muonekano, limeenda gym na kadhalika, ila hali nasema nyinyi naangalia kipato ndio ambacho kinapewa kipaumbele. Hii falsafa ni ya ukweli kwako Miriam, ama si ya ukweli? Kuna wanawake wanaangalia kipato na kuna wanawake hawaangalii kipato. Wanawake ambao hawaangalii kipato ni kama mwanamke anapokuja kwenye nyumba yako anakuambia, Rashidi, naomba kitanda tukiweke huku, naomba kabati tuliweke huku, naomba dressing table tuweke huku. Yani ni kwamba Leo mimi namtaka Rashid wa Mariamu aweje. Aha, Rashid mimi nataka uwe na oh. Lakini kabla hauna. Rashid mimi shati zako nyekundu, suruali zako Blue Star, nataka uvae hivi. Kuna wanawake wako hivyo. Na mpaka sasa hivi kuna mwanaume anajivunia, mimi nisingevaa hivi ni mke wangu. Lakini kuna wanawake ambao wao wanachokiangalia ni kipato. Lakini kipato hiki, athari yake baadaye ni nini? Tulizani, kwa sababu mwanaume anaweza kushuka, anaweza kupanda, lakini kwa sababu mimi niliingia kwa yule mwanaume kwa sababu ya kipato, kwa sababu sasa hivi naweza nikamsifia mimi mume wangu mzuri, mumangu mrefu, mumangu wana mweupe, mumangu yani, kumbe ni sifa ya ile pesa ambayo yule mwanaume, pesa inapoondoka mimi, yule mwanaume naweza nikamuona kama adui ama kama askari wa motoni, na hata akipita ambayo. Kam, yani naliona limepita kama dudu tu kwa sababu kile kipato kimetikisika. Kwa hiyo hii ni inaweza kuwa athari kwa, wana, kwa wanawake ambao wanaoolewa na mwanaume ni kwa sababu ya kipato. Ila niongeze hapa, Rashid, kwa wanaume ambao leo hii wanaoa kwa urembo, kwa uzuri, sawa. Lakini wanawake tukiingia ndani tunajisahau pale tunapobahatika kupata watoto. Leo unamkuta mwanamke wowoo, ili baada ya kuwa huku, limeamia mbele, tumbo tumbo. Kuna mwanamke leo hii mpaka mwanaume mwenyewe leo leo, kuna wanawake sisi wenyewe ndo tumevunja ndoa zetu. Mwanaume alikuwa kukutana na wewe ananukia weni mwanamke anasikia la, kumbe mwanaume alipenda yale manukato yako. Umeingia ndani yale manukato hakuna, unanuka kwapa, ambayo hii kwapa, unajiuliza hii ni shombo ya nini? Kuna wanaume leo hii anampenda mke wake mwanamke, lakini ananuka kwapa na, na haitoshi kuna mwanamke leo hii ameingia ndani ya nyumba kama alivyosema Daktari Mwaka, ameingia ndani ya nyumba, kabla hajakutana na mumewe, anakutana na mume, anapiga mswaki, anapiga meno vizuri, akiongea kinywa kinanukia, lakini alipoingia ndani, akilala na mwanaume hivi, akipumua mwanaume anauliza huyu mwanamke ananuka nini? Unajua, hivyo ndivyo ni vini, vitu vinaweza vika, na urembo wako unao, lakini vikapunguza vikapunguza hatimaye mwanaume akakuona ni mwanamke wa kawaida. Tujitahidi sana, sababu ya mwanaume kukupenda urembo, sababu ya mwanaume kukupenda ule uzuri wako, basi yeah, angalau utunze mwonekano. Mnakuta mwingine hata kucha. Mimi ni mama mwenye umri wa miaka hamsini, lakini ukiniangalia niko nadhifu. Kuna mwanamke mwingine akiolewa, akishaingia ndani, hata utunzaji wa ngozi yake Yaani mwanaume hamuelewa akimshika ni kama mamba kafia kwenye maji. Kiukweli kuna baadhi ya wanawake wanatia aibu kabla ama nasema before and after. Yaani ni tofauti kabisa. Mwanaume anafika mahali anamki naye. Mimi nimeamua kuzungumza ukweli kwa wanaume ambao mnaoa wanawake kwa urembo na kwa uzuri, lakini wanawake mnaoingia ndani ule urembo wenu mnauacha, uzuri wenu mnauacha. Lakini naomba nikuongezea hapa kwa Dr. Mwaka aliposema kwamba Leo hii tabia mtajuana huko huko, ni kweli lakini, kiukweli kabisa, ingekuwa watu wanachunguzana kabla, nina imani mwanaume asingemua mwanamke mwenye shepu, asingemua mwanamke mwenye mguu, asingemwa mwanamke mwenye lipsi nzuri, asingemua mwanamke mwenye macho, kwa sababu tabia ndiyo kila kitu. Sema kitu ila tu kiukweli kabisa kuna wanaume wanastahimili tabia za wake zao. Nje ukikutana, ah, mshikaji wangu ana mwanamke ana bonge ya figa, afu naambiwa kudadeki, mwanamke ukimtizama mzuri, kumbe mle ndani mwanaume ana mateso ya hali ya juu, kwa sababu mwanamke anajiona yeye ni mzuri, atatakiwa na watu wengi, kumbe tu hatimaye utatumika kama chombo cha starehe.

Matamanio yapo na mapenzi yapo. Mapenzi yanakuja wakati mkianza kutendeana mema, yale mema ndio yanajenga mapenzi, na ndio maana utakuta hata wazee wetu siku za nyuma walikuwa wanaozeshana watu wasiofahamiana, wasiojuana. Baada ya kuishi na kuanza kutendeana mema, mapenzi yanakolea, mpaka mmoja akifa mwingine anafuata. Lakini lazima turejee kusema kwamba haiwezekani kwamba warembo wote wana tabia mbaya. Narudia kusema ikiwa urembo ni kigezo pekee, kweli unaweza ukapata mtihani. Lakini ukiangalia mrembo na mwenye tabia zenye kuelekezeka na kweli akaelekezeka, unakuwa unaishi peponi angali bado upo duniani na ikiwa utaangalia urembo peke yake tabia zikawa mbaya, utaishi motoni ndani ya nyumba yako, wakati nje wanadhani unaishi peponi. Unausemaje una, una, una, una, una urembo, urembo ni nini Dr. Mark? Kwa mtu ambaye anakufuatilia ataka kujua kwamba kesho na mimi nitizame ure... <laughs> yaani, urembo ni nini? Okay, uh, urembo ni ile yale maumbile ambayo wewe nafsi yako inayapenda kuna mtu anapenda mwanamke mwenye umbile fulani, mwingine anapenda mwenye umbile fulani. Lakini generally tukisema mtu mrembo ni mtu ambaye sura yake inavutia wengi, maumbile yake yanavutia wengi. Ukimweka katika watu kumi, hata kama kuna mmoja atasema huyu mimi simuoni kama anavutia, lakini angalau wanane tisa watasema huyu anavutia. Huo ndo urembo. Sasa unaweza kuwa wa sura, unaweza kuwa washepu, lakini wanaume tungependa vyote viwili. Si rahisi kupata vyote sehemu moja, umkute na sura nzuri ana shepu nzuri, lakini basi angalau kimoja ukipate. Ukipata na ziada sasa ya tabia nayo ikawa njema, maana yake umekuwa umepata na bonus hapo kwa hapo. Kwa hiyo narudia kusema, wanaume tunaangalia mvuto, na ndio maana hata ukienda kwa rafiki zako wanakuuliza yukoje? Bwana mpenda mchumba anafananaje eh? Yukoje? Yukoje? Mm, hawaulizi -hmm. anafanya kazi gani, hawaulizi ana, lazima tu anafananaje. Na wasichana wakipata wachumba wa kiume, huwa wanaulizwa anafanya kazi gani. Yani, mara nyingi iko hivyo. Sasa tukisema wanawake wanapenda kipato hatumaanishi wanawake wanapenda pesa, na hapa ndipo mara nyingi inakuwa tafsiri inakuwa ngumu. Wanawake wanapenda kuwa provided, wanawake wanapenda wahudumiwe, wedha ni kwa kiwango kikubwa au kwa kiwango kidogo. Na, na hapa naomba niungane na Mariam, na na, na pengine nitakukatiza kidogo daktari, nikwambia kitu moja. Huoni kama unalolizungumza ndo limechangia mabinti wengi sasa hivi wanabadilisha maumbile yao? Yes, ili wawe na mwonekano mm, kwa sababu kama kweli ndio falsafa ambayo inafanya kazi, huoni kwamba imechangia kwamba siku hizi madada zetu wengi wanavuka mipaka, ndio, ili mtu awe na mwonekano? Huoni kwamba tunaelekea mahali ambapo sipo? no, na ndio wanaume pia wanavuka mipaka, kuonesha magari wasiokuwa nayo, kuonesha, ku, kuonesha mali wanazomiliki, wakati hawana kweli. Ni ukweli unabakia pale pale. Mwanamke anatamani kuona provision assurance kwa mwanaume, ndio maana tunapost Range Rovers, tunapost V8 ambazo hatuna, kuoneshea kama tunazo. Na mwanamke naye anapenda aonekane vizuri, ndio maana filters kwenye mitandao ya kijamii zimekuwa ndio filters, filters. Akipiga picha inabidi kwanza ukamtafute umuone live, uone hivi alivyo kwenye picha ndivyo alivyo kweli. Hawaoneshi vitu vingine, wanabadilisha yale maumbili yao na wao. Lakini turudie pale pale kwamba hatuwezi kupambana na, na asili nature iko hivyo. Wanaume tunapenda wanawake wawe na mvuto. Kwa maana hiyo, nini fundisho? Mwanamke, ukiolewa endelea kuutunza mvuto wako ndani ya nyumba yako. Mwanamume na wewe vile hal, hal, hal, kadhalika, kwa sababu mwanamke anapenda kuwa provided. Ukishamwoa mwanamke endelea kuprovide hata kama ni kidogo kidogo, hata kama ana uwezo, ana pesa, anafanya kazi nzuri, keep giving her, endelea kutoa kwa sababu inaendelea kuongeza chachu ya mahusiano yenu. Asikudanganye mwanamke kwamba hapendi kupewa, si kweli. Na asikudanganye mwanaume kwamba eti hataki mvuto, si kweli. Wanaume tunataka mvuto, tunapenda mwanamke anayevutia. Tukienda kwa rafiki zetu, ah, bana, yeye mwanamke wa fulani, mashallah. Tunapenda hivyo, na wanawake wanapenda akajisifia bwana, ah, fulani kamfanyia hiki bwana. Hivyo ndivyo ilivyo. Mwanaume tuchukue nafasi zetu, wanawake tuchukue nafasi zenu. Na bila shaka najua Miriam ataka kuweza kuchangia mada, tutaendeleza tena juma lijalo. Miriam <laughs> najua ataka kuweza kuchangia, uh, ataka kuweza kuzungumza aa, lakini naona kwamba muda umesonga, lakini tukirudi itakuwa tunapata nafasi juma mosi ili naye eh, Miriam apate nafasi ya kuzungumza, daktari Mwaka apate kuzungumza, kwa sababu ni ukweli kwamba kuna watu wengi, unapokuwa unawatambulisha kwa, kwa, kwa mchumba wako anakuuliza juu msichana mch mwenyewe amesimama na kucha na kama amesimama na kucha na kuza ni yuko juu ama yuko chini eh? anayeolewa na na, asisite kuwa mrembo, kuhudumia familia yake, kipato kipatikane hivyo ndoa itadumu, vinginevyo kutakuwa na shida. Lakini juma lijalo tutaendeleza zaidi katika madai, nikiwa na Miriam wa Migomba na pia vilevile vile, uh, Dr. Mwaka katika mada hiyo, ilituje kupata ukweli hasa, ipi njia sawa. Lakini aliyetengeza simu na akaja na filter, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema.